Ndugu zangu, serikali yenu imejipanga, tumemaliza shughuli ya uchaguzi, sisi sasa hivi ni mwendo wa maendeleo. Nilipokanyaga kwenye wilaya hii, nilisema nimetua mimi, ni mwakilishi wa Mheshimiwa Rais, na kazi tuliyonayo hapa ni moja, ni amani na maendeleo. Kwa hiyo hiki tulichokileta hapa ni maendeleo, na ndio maana sisi tumeona muda wote tumetulia. Babati ni watu wa maendeleo, hamna muda, nyinyi mnataka mkimbie kwenye mashamba, mwende wapi, mwende wapi kutafuta fedha? Wanawake hawatulii, kina baba hawatulii, vijana hawatulii, tuko bize na maendeleo. Kwa hiyo kwa ajili ya kuona hilo, basi serikali yenu iliwaongezea sasa kitendea kazi kitakachowasaidia kutunza muda ili muweze kufanya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo kama tulivyokubaliana au kama walivyosema wataalamu, jiko hili linauzwa shilingi elfu hamsini na sita, lakini serikali yenu inayowapenda sana, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan wakasema hapana, elfu hamsini na sita kwa huyu mama wa magugu ni hela nyingi sana, na sisi serikali tunakwenda kugharamia asilimia themanini ya gharama ya jiko hili. Kwa hiyo serikali imelipa asilimia themanini. Sasa mtajua wenyewe, mtaenda kupiga nyumbani, mtaona shilingi ngapi. Kwa hiyo kutoka elfu hamsini na sita jiko linauzwa shilingi elfu kumi na moja na mia mbili hivi. Jamani, kweli ni jiko elfu kumi na moja na mia mbili hivi. Mheshimiwa Rais ametoa takriban bilioni 9 kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaama kutoka nishati zisizo safi na salama na wanaamia nishati safi na salama. Kwa mkoa wa Manyara utanufaika nana majiko banifu takribani elfu saba, lakini kwa kila wilaya itanufaika na majiko elfu moja mia tano themanini na tatu. Hii maana yake kwa wilaya ya Babati pembe mwamizi au Mheshimiwa Rais alisema hapana, waangalieni wale wanyonge, watu wa hali ya chini ambao hawajiwezi waweze kununua majiko haya.